Kuna taarifa ambayo ilitoka juu ya kiungo wa timu ya taifa ya Togo Samuel Asamoa, ambaye alivunjika shingo na taarifa zikaenea kwamba huenda a, shida ile ikachukua kabisa uhai wa mchezaji huyu ambaye alivunjika shingo wakati anacheza mchezo wa ligi kuu ya China. huyu ni mchezaji ambaye anacheza pale ligi ya China ambaye anachezea timu inaitwa Guangxi Pinggu mwenye umri wa miaka 31 ambaye kwa bahati mbaya aliuparamia na kuumia vibaya mno ubao ule wa matangazo wa pembeni ya uwanja ambao unaitwa LED ambaye ilitokana na kusukumwa kwa bahati mbaya na mpinzani wa timu yake. Baadaye taarifa ya, ya klabu yake ilisema kwamba alipatwa na mivunjiko mingi ya shingo na uharibifu mkubwa wa neva ambao unaweza kusababisha kupooza kabisa na baadaye kuweza kupoteza maisha. Lakini baadaye, baada ya upasuaji kuendelea kidogo, alishtuka na walianza kuona uhai wake kama vile unaanza kurudi, tofauti na hali aliyokuwa nayo mwanzo baada ya kujigonga kwenye ubao wa matangazo na matangazon kwa hospitali. Mchezaji huyu wa kimataifa wa Togo ambaye amechezea timu yake ya taifa ya Togo mara sita tu, alijiunga na klabu ya daraja la pili ya nchini China Guangxi Pingguo mnamo mwaka 2024 baada ya kucheza kwa muda mrefu nchini Ubelgiji, lakini kwa sasa kidogo hali yake inaridhisha.